Amen. Yesu Amen. Hii dunia sijui ni vizuri kuwa karibu na nani. Ukiwa karibu na pesa siku moja pesa haiwezi kukusaidia. Ukiwa karibu na marafiki wanaweza kukuacha. Daudi akasema katika Zaburi ya sabini na tatu na mstari wa ishirini na nane. Asafu mwenye aliandika Zaburi alisema Kwangu mimi mbwani, ni vizuri kuwa karibu na Bwana, nitamfanya Bwana kuwa kimbilio langu na nitayahubiri matendo yake yote. Dunia hii ni vizuri uwe karibu na Bwana. Kwa nini ni vizuri kuwa karibu na Bwana? Sisi sote ni wasafiri, kila mmoja ataondoka siku yake. Mama ametangulia sisi tutamfuata, lakini ukiwa karibu na Bwana kabla hujaondoka utapata msamaha wa dhambi, jina lako litaandikwa kwa kitabu cha uzima na utarithi ufalme wa Mungu. Hata mama tunasikia alikuwa Mkristo, yeye alikuwa karibu na Bwana. Kwa hivyo hata sisi tufuate mfano wake. Wakati mwingi wa sabot wanakuanga karibu na vitu vingi mi anakuja karibu mbomaye wengine, karibu mbosiasa. Hata saa nasikia huko, uko pahali panaitwa ba toroso mejegetget, wanataka kukata miti mangetembune, na wengine wanataka kuzuia hiyo miti mangetembunee. Ukiwa karibu na miti, miti inaweza katwa ama iharibike, lakini ukiwa karibu na Bwana unapata msamaha wa dhambi. Jambo la pili, ukiwa karibu na Bwana wewe unakuwa msafiri wa kwenda mbinguni na kusii, kama bado unaishi kuwa karibu na Bwana. Jambo la pili, mfanye Bwana kuwa kimbilio lako. Ukimkimbilia Bwana hautaaibika. Biblia inasema, nimekukimbilia ewe Bwana ili nisiaibike. mm. hata nyinyi wakati huu mgumu tumkimbilie Bwana atufungulie njia, safari ya mama iwe vyema. Mtoto wenu boma hii ni mshiriki wetu pale katika kanisa ya Saint Pauls Saboti. Hata sisi tumeona tukuje kusema ya kwamba tuko pamoja nanyi mm -hmm, Kepondege. mm -hmm, hata katika mambo yote tutakuwa pamoja nanyi mm -hmm. Ingawa alikuwa anashiriki kanisa nyingine, lakini kwa sababu mtoto wenu ni mshiriki wetu, hata nyinyi ni mmoja kati ya sisi, tutasimama kwa hali na mali tuwezavyo, lakini zaidi kwa maombi na neno la Mungu ili tumkimbilie Bwana na mwisho tumfanye, tuhubiri matendo yake. Tunahubiri ya kwamba ingawa watu wanakufa, lakini kwa Yesu Kristo siku moja tutafufuka. Tunahubiri ya kwamba Yesu anafariji na anaponya. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Tumekuja wengi, tumekuja kusema pole na tuko pamoja nanyi na tuombea.